Ni sasa hivi vijana ni taifa la leo. Leo wana mchango mkubwa kwenye taifa, kwenye maendeleo na mageuzi ya kijamii, lakini pia ya kiuchumi. Okay, karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa, chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa. Moja kati ya jambo ambalo nimekuja kulizungumzia hapa ni lile jambo la kuhusiana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa takriban kiasi cha shilingi bilioni 2 za kitanzania Leo tuna habari njema, wizara yetu imepatiwa fedha takribani bilioni mbili kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online tv wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii kwa ajili ya wale wote ambao wanajihusisha na masuala ya kutengeneza video kama ninavyofanya mimi na kama unavyofanya wewe ambaye unatengeneza video sasa. E, ilitangazwa kwamba e, na Mheshimiwa E, waziri wa sanaa, michezo na habari kwamba watu wafike katika e, ofisi za wilaya ama ngazi za habari. Alisema kama hivi: Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Naomba kutumia nafasi hii kuwatangazia kijana yoyote mwenye ndoto ambaye ameshaanza safari ya kuipigania ndoto yake, ambaye ameshaanza safari ya kutafasili ndoto yake kwa vitendo kwenye mikoa yetu yote ya Tanzania kokote kula aliko, aende kwenye ofisi za wilaya ama halmashauri ama jiji ama kwenye wilaya, kwa maana ya mkuu wa wilaya kupitia kwa maafisa habari wa wilaya, mkajiandikisha peleka taarifa zako, waambie wewe ni nani, unashughulika na nini. Leo tuna habari njema, wizara yetu imepatiwa fedha Takriban bilioni mbili kwa ajili ya content creator. So baada ya kusikia taarifa hiyo watu walifurahi sana e, hasa katika mitandao ya kijamii, lakini pia watu wengi sana walifurahi, lakini hawakujua pesa hizo wanazipataje. Sasa moja kati ya mtu ambaye nilikuwa sifahamu pesa hizo wanazipataje ni mimi, so nikaamua asubuhi ya tarehe tatu ambayo ni leo tarehe tatu mwezi wa pili mwaka 2026 nisogee katika ofisi za Mkuu wa wilaya. Nimefika kwa mkuu wa wilaya pale nikaambiwa, hapa hatuna huduma hiyo. Nilikutana na watu wakifanya mazoezi na wanajeshi, walikuwa wanawafanyisha watu fulani mazoezi ambao sikuwafahamu. Nikaambiwa niende katika ofisi za mkuu wa mkoa. Hii ni safari kutoka kwa mkuu wa mkoa. Huku hivi ni kwa mkuu wa mkoa, mkuu huku napopaona, huku ni kwa mkuu wa mkoa e, ni kama vile ikulu ya Tabora mjini, lakini ukisogea huku chini ndiko ambako naelekea huku, ndo maeneo ya makazi ya watu huko chini. Sasa nimetokea kwa mkuu wa mkoa bwana, nimefika kwa mkuu wa mkoa nikaambiwa nipande e, takriban flow ya tatu kule nitakutana na Hafsa Abali mkoa. Yes, nadhani ni hivyo, japokuwa sijajua vyo vyao sana, sijajua. Nimeingia hapo kwa Hafsa Abali mkoa akanipokea vizuri kabisa, na akasema mpango huu upo, lakini bado fomu hazijafika So nikaambiwa kwamba inabidi uende kwa afisa habari wilaya ama manis, kwa yani kwenye ofisi za manispaa ambayo ziko nyuma ya Tabora, yani ziko nyuma ya kwa mkuu wa mkoa. Nikaamua kufika mpaka hapo, then wakati nimefika hapo e, nikamsubiri kidogo e, afisa habari wilaya ama mtu wa pale ambaye anahusika na masuala ya habari akaniambia, kwamba so jambo hilo mpaka sasa kweli alilisema Mheshimiwa po Makonda, lakini hadi hivi sasa huku Tabora mjini bado fomu hazijafika na hakuna taarifa yoyote kuhusiana na jambo hilo. Kwa hiyo sasa nikaona mbona mm, kama sijaelewa jambo hili, kwa sababu ametoa mwisho ni tarehe kumi na tano lakini pia ni jambo zuri kidogo japokuwa pesa hizo, kabla sijajua pesa hizo mtazipataje, ila nahisi pesa hizo mtazipata kwa mkopo ama kwa ruzuku, lakini kinachohitajika uoneshe juhudi zako, lakini pia kazi yako ionekane kama ni kazi, kwamba sio content creator yoyote tu anaweza akapewa hizo pesa ama anaweza kukopeshwa huo mkopo ama anaweza akapata hizo pesa ama anaweza akanyogoa moja kati ya pesa katika e, bilioni mbili ambazo zimetolewa na bibi ama mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan. Sasa, e, bwana mimi nikaambiwaje? hapa tujapata taarifa yoyote hadi hivi sasa mjini Tabora. Sasa mimi ni moja kati ya content creator ambao mjini Tabora niko serious katika swala hilo na ni moja kati ya watu ambao nachuma mapato kupitia mtandao ama mitandao ya kijamii kwa moja, kwa moja. Mfumo huo umekuwa ni mfumo ambao umenilenga mimi moja kwa moja, ndio maana nikaona ni uchangamkie. Sasa leo ni tarehe tatu, lakini mwisho tumeambiwa kwamba ni, ni tarehe 15 tuwe tumeshafika katika ofisi hizo na kujaza fomu, lakini paka sasa tarehe tatu, fomu haijafika. Yes, isipokuwa nimeambiwa na yule mtu wa tatu kabisa, manake naenda sehemu tatu, kule Manispa, kule wilayani, nyuma ya mkoa wa Tabora kule nyuma ya ikulu ya Tabora. Nimeambiwa kwamba nichukue namba, nitakuwa nikiuliza kama fomu zimefika, sio watakuwa wakinitafuta, nitakuwa nikiuliza na maanisha nisipouliza basi. Okay. Kama wewe pia unatamani kupata pesa hizo eh, ama kunyogoa pesa hapo kidogo katika ho bilioni mbili. Hakikisha unafika e, wanasema kwa afisa habari, nenda moja kwa moja manispaa yako. Mimi kwa sababu nilienda kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa wilaya nikaambiwa niondoke, nikaenda kwa mkuu wa mkoa, kwa mkuu wa mkoa nikaambiwa sio hapa, japokuwa hiyo taarifa ipo na hapa ni kwa afisa habari pia wa mkoa, lakini nenda manispaa. Nimeenda manispaa, ndo nimepewa taarifa hiyo kwamba hadi hivi sasa hakuna chochote ambacho kilijitokeza hapa Tabora. Mimi ni wa kwanza Tabora kwenda kufuatilia mambo hayo kwa sababu niko serious, na content creator. So jambo lolote ama update ambazo zinatokea nitakufahamisha kupitia Teacher Sauti ya Sifa. Hakikisha u na subscribe ili niendelee kukwambia. Swali nakuachia nijibu hapo kwenye comment. Je, ni kweli pesa hizi watapatiwa ma content creator? Na wewe ni moja kati ya mtu ambao anatengeneza video. Je, utapatiwa pesa hizo? Lakini je, pesa hizo zinapatiwa kwa namjia gani? Mkopo, luzuku ama nini? Lakini je, nini nia ya serikali kutoa pesa hizi kwa vijana ambao wanajihusisha na masuala ya kutengeneza video mtandaoni, wakati huo mtandao ndio moja kati ya kichocheo kikubwa sana ambacho kilisababisha vurugu zilizopita hapo awali? Ni maswali na kuachia wewe, utanijibu kwenye comment. Mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Bye lakini kwenye wizara yetu tumebaini ya kwamba vijana wengi pia wamekuwa na uwezo mkubwa wa kujipatia fedha kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Spika, kwa mapenzi makubwa Daktari Samia ndani ya siku zake mia moja alisema ataweka mpango wa kuwawezesha vijana kwetu. Tiari ameshatoa bilioni mbili kwa ajili ya content creator ambao vijana hawa watazitumia kwa malengo mapana ya kujipatia pesa. Ninao heshima Mheshimiwa Spika, mbele ya bunge lako tukufu Arifu waheshimiwa wabunge ya kwamba tayari leo tumetoa tangazo kama wizara. Kijana yoyote aliko kokote kule ndani ya nchi ya Tanzania, mwenye kipaji chake, alikuwa anahangaika kutimiza ndoto yake kwa kutumia simu wakati mwingine hata haina uwezo, fedha za Daktari Samia ameshazitoa tunazo. Tumewataka waende kwenye halmashauri kwa maafisa wa habari wakajiandikishe, tuweke utaratibu wa kuwawezesha ili vijana hao wawe mabilionea kupitia taaluma yao.